Kwa hivyo vidonda vya tumbo, tumesema viko aina ngapi? Mbili. Kuna vile ambavyo vinapatikana tumboni na kuna ambavyo vinapatikana kwenye utumbo mdogo. Sawa? Hivi vidonda vina tofa, vina tofautiana kwenye dalili. Sawa? Mtu ambaye ana vidonda vya tumbo, vile ambavyo viko tumboni, yeye akila chakula ndio anapata maumivu. Anaweza akala chakula au akiona tu chakula tumbo linaanza kumuuma. Manake mwe, eh yeah, akishakula chakula, sikili chakula, chakula kinakaa pale tumboni. Pale tumboni kuna asidi inazalishwa. Sawa? Lakini na chakula ulipokula kama vina irritant, vina vitu ambavyo vinasababisha vidonda viume kwa mfano limao, si chakula chenye limao, maharage, si nini, sio? Kikishafika pale tumboni kikisa pale vidonda, vidonda vinaanza kuuma. Lakini huyu mtu ambaye ana vidonda vya tumbo ambaye, ah, viko kwenye utumbo mdogo, manake yeye akiwa na njaa ndio tumbo linauma, kwa hiyo ili yeye maumivu yasiyasikia atakiwa hali, si mnanielewa? Kwa hiyo kuna wengine wanakula ili maumivu yapone, kuna wengine hali kwa sababu akila maumivu yanaongezeka, si mnanielewa hapo eh? Hali kadhalika huyo ambaye ana vidonda vya tumbo ambaye yuko tumboni, automatically atakuwa tu ni mwembamba, kwa sababu si anaogopa kula yeye, anakuwa hana afya njema, anaogopa kula kwa sababu akila anapata maumivu. Kwa hiyo huyo hali kabisa, au anakula kwa kwa kujisikilizia, kuta kuta mtu ambaye anakonda amekonda. Lakini huyu mtu ambaye ana vidonda vya tumbo ambavyo viko kwenye utumbo mdogo, maana yake nini? Kwa sababu unasema huyu, ili maumivu ya kati, yeye anatakiwa ale, kwa unakuta huyu anakula mara kwa mara, mara kwa mara anakula, ili yale maumivu yasifanyeje, asiasikie. Kwa hiyo automatically hiyo, atakuwa anamuligeni, anakuwa mnene, anakuwa na mwili wake tu mzuri. Huyu mwenye vidonda vya tumbo ambaye katika utumbo mdogo mara nyingi maumivu yake anayapata usiku sana. Saa nane, saa tisa naweza akaamka kwambia tumbo linaniuma, anatafuta chakula hali. Kwa nini? Muda huo umeshakula chakula, chakula kimeshameng'enywa kimeshaisha tumboni, maumivu yanaanza. Kwa hiyo ili apone anatakiwa hali tena. Ndio maana huyu mtu anakula mara kwa mara. Huyu mtu ambaye ana vidonda vya tumbo ambaye kwenye maumivu. Dalili nyingine ya vidonda vya tumbo ni kupata maumivu ambayo ya uki, unaweza ukahisi mtu anakupitishia moto huku tumboni, maumivu yake sawa. Na maumivu hayo yanaambatana na chembe ya moyo, anakwambia hapo kwenye kifua pana inauma, au ukijigusa tu hivyo unasikia maumivu. Lakini dalili nyingine ni kwamba hayo maumivu yanakuja mpaka mgongoni huku, kuna muda unayasikia. Sisi tunaelewana. Sasa ukishona hizo dalili, ukiona unakula chakula unasikia maumivu, ukiwa na njaa unapata wengi, au ukiwa na njaa na ukiwa na njaa maumivu yanauma Ami tumbo linauma. Ukiwa unjala chakula, tumbo linauma. Sijui ukila chakula, tumbo linauma. Maana yake kuna uhusiano mkubwa sana. Kuna uhusiano wa wa, wa wa hizo dalili na vidonda vya tumbo. Sasa zinatakiwa tibiwa mapema kwa sababu usipotibiwa mapema madhara yake ni makubwa. Cha kwanza, mshiko kuna watu wanatapika damu. Ikishafikia stage kidonda cha kuna kidonda cha, tumbo mpaka ukaanza kutapika damu, hiyo ni dalili mbaya. Kuna watu wengi ndio tumbo wanavidharau vinaenda mpaka vinatoboa tumbo. Ukishatoboa tumbo kinachotokea ni nini? Chakula kinatoka tumboni kinaingia kwenye sehemu zingine ambazo hazitaki kuwepo, si ndio? Mm -hmm. Lakini pia baadaye anakuja kupata tumbo linaanza kumuuma sana. Hiyo ni hatari zaidi, si ndio? Eh? Lakini pia hawa watu wenye shida ya donda la tumbo wana tabia ya kupoteza damu bila wenyewe kujua kupitia kwenye choo. Yaani unaweza usitapike damu, lakini kule kwenye kidonda si kuna si pamechimbika, pame, mm -hmm. Kuna viji damu damu vinatoka pale kwa vinapitia kwenye choo. Watu wanao unaweza hata usivione. Wengine ambao wanakuwa na damu nyingi sana ambao wanapoteza damu nyingi sana kana vile vitumbo. Anapata choo cheusi. Anaweza akakojoa akatapika damu au akapata choo cheusi. Maana hiyo ni damu ipo tu sehemu. Kwa hiyo imeshameng'enywa, imepita kwenye utumbo, imetoka choo ndio maana imekuwa nyeusi. Damu nye Sentira, mm -hmm. ya kawaida sio nyeusi. Ndio eh? Mm. Wanapokuwa ni choo cheusi maana yake kuna utakano mkubwa sana, wewe unapoteza nini? Damu. Kwa hivyo ndio vidonda vya tumbo sio kuchukulia po. Mm -hmm. Ukiacha unaweza kupoteza maisha. Na nielewa sijui. Tukiwaambia mm -hmm. mfuate masharti, lakini mfuate masharti. Ndio vidonda vya tumbo vina kera, kwa sababu vinauma mno. Unashinda kufanya shughuli zako. Nielewa. Mimi kuna mtu mwenye hajaelewa ana swali. Ulizeni ulizeni. Ndio muda wenyewe au mtapata muda mwingine. Ah masomo. Kwa masharti sasa. Kwa masharti. Aha. Kula kwa wakati ni masharti ya kwanza. Kula kwa wakati. Sawa.

Unajua shida ya magonjwa ni kwamba yana ni magonjwa ya kitajiri hapa anapata sisi maskini. Yaani ndio shida inaanza. Kwa nini? <laughs> Sasa <So, laughs> hapo tunasema usile usile dagaa. Ndio mboga yetu kubwa huko mtaani. Utakula nyama na samaki. Haya, kuwe kuwe. <laughs> <laughs> Maharage. Usile maharage wewe kuweza. Hauwezi, si ndio? Hivyo. Kwa hiyo mboga za majani zile, kuna mboga fulani ya maboga, ile inajibiba mboga fulani sio nzuri sana. Dagaa. Lakini sasa ndio maisha yetu. Kwa hiyo unaweza kukala usishie kidogo tu ukagusagusa dagaa, ukagusa kidogo, lakini si ule unakula mpaka unasema ile leo <laughs> nitakoma ah, utaumia. <laughs> Tumemaliza. Kuna mtu mwingine mwenye swali?